Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara pia kupitia idara ya uhamiaji imeendelea na kusambaza miongozo inayotoa ufafanuzi kuhusu sheria za uraia, na, e, sheria uraia namba 6 mwaka 95 iliyofanywa marekebisho mwaka elfu mbili na mbili, pamoja na kufanya uchunguzi wa kina kuhusu uraia wa watu wanaotiliwa mashaka. Ofisi ya mwanasheria mkuu serikalini imetoa tafsiri ya uraia wa Tanzania wa kuzaliwa na hivyo kuondoa mkanganyiko uliokuwepo kuhusu vibali vya wageni kuingia nchini. Ndugu Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu, kazi vijana, ajira na watu wenye ulemavu, imeendelea kusimamia sheria na kuratibu ajira za wageni namba moja ya mwaka 2015 na, na kanuni zake za mwaka 2016 ili kutatua changamoto za kiutendaji zinazojitokeza katika utoaji wa vibali vya kazi na vya ukazi. Wizara hizi mbili zimekubaliana kuyafanyia kazi hayo ili kuweza kupunguza, e, matatizo yanayojitokeza. Na ndugu mwenyekiti, kufuatia agizo la mheshimiwa rais tarehe 23 Julai mwaka 2016 la kuhamia Dodoma, e, la serikali kuhamia Dodoma, wizara imewahamisha watumishi jumla 45 kwa awamu ya kwanza na ila watumishi wengine wataendelea kuhamia kulingana na mpango uliopo. Na katika bajeti ya mwaka huu 2017 na 2018 jumla ya shilingi bilioni 4.7 zimetengwa kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi ya za ofisi hapa Dodoma. Ndugu mwenyekiti, kuhusu mapato na matumizi katika mwaka wa fedha 2016 na 2017, wizara iliendelea kusimamia utekelezaji wa shughuli mbali mbalimbali kwa kuzingatia vipaumbele vilivyopangwa na upatikanaji wa fedha katika kutekeleza majukumu hayo, wizara iliidhinishiwa na bunge jumla ya shilingi bilioni 867, na kati ya fedha hizo bilioni 47 zikiwa ni za miradi ya maendeleo na bilioni 500 zikiwa ni kwa ajili ya e, mishahara na matumizi mengineyo. hadi kufikia mwishoni mwa mwezi Machi mwaka 2017, Wizara ilipokea jumla mia sita, arobaini na nane, nukta nane, ya shilingi bilioni 644.8 ikiwa ni sawa na asilimia 74 ya bajeti yote. Katika mwaka wa fedha 2017-18, wizara inatarajia kukusanya shilingi bilioni 293.8 na ili kufikia lengo hilo wizara itaendelea kuboresha usimamizi wa ukusanyaji wa maduhuli kwa kuziba mianya ya uvujaji wa mapato pamoja na upotevu wa mapato unaotokana na mianya hiyo ili kuliongezea jeshi la polisi rasilimali watu na rasilimali fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2016/17 wizara kupitia jeshi la polisi iliajiri askari wapya 1364 kwa lengo la kuimarisha utendaji kazi. Ajira hizi ni katika kutekeleza ilani ya uchaguzi ya CCM, ibara 146 ya mwaka 2015 hadi mwaka 2020. Ndugu Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, usalama wa makundi maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ya 146 ya ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 2020 pamoja na mambo mengine inaelekeza kutoa elimu kwa umma dhidi ya imani potofu zinazosababisha mauaji ya vikongwe na watu wenye ulemavu wa ngozi. Katika kipindi kuanzia mwaka Julai mwaka mwezi Julai mwaka 2016 hadi Machi 2017 jumla ya watu 164 waliuawa, kati ya hao wanawake wakiwa 96 na wanaume wakiwa 68. Na mchanganuo wa matukio hayo kwa mikoa yanaonyeshwa ya katika ukurasa wa 43 ukurasa eh, ukurasa wa 43 aya 43 ukurasa wa 23 katika kitabu cha hotuba ya bajeti ya wizara yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda tu kutoa taarifa kuwa kuanzia Julai 2016 hadi Machi 2017 hapakuwa na tukio lolote la mauaji ama kujeruhiwa liloripotiwa linalohusisha vitendo vya kikatili dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi, na katika mwaka 2017/18 Jeshi la Polisi litaendelea kudhibiti na kuzuia mauaji ya wazee vikongwe na watu wenye ulemavu wa ngozi pamoja na makundi mengine maalum ili kuweza kudhibiti vitendo hivyo vya kikatili hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu kuboresha makazi ya askari, katika kukabiliana na changamoto hiyo ya makazi ya askari, wizara inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya ukarabati na miradi ya ujenzi wa nyumba katika mikoa mbalimbali. Kwa upande wa jeshi la polisi, miradi ya ujenzi wa nyumba za makazi ya askari imeendelea katika mkoa wa Njombe, Msoma, Mwanza, Kagera pamoja na Dar es Salaam. Hatua za awali zimeendelea kwa ajili ya maandalizi ya miradi mingine ambapo nyumba za makazi ya askari familia 4136 za askari na utekelezaji wake unatarajiwa kuanza punde fedha zitakapokuwa zimepatikana. Kwa upande wa jeshi la magereza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuhakikisha kwamba fedha za ujenzi wa kuboresha makazi ya askari familia mia tatu ishirini unaanza mara moja na hadi Machi 2016 eh, na, na 17 jumla ya shilingi bilioni tano 5 tayari zilishatolewa kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa upande wa idara ya uhamiaji, ujenzi wa majengo umeendelea ambapo katika mkoa wa Pwani ujenzi umefikia asilimia 97. Ujenzi wa nyumba ya afisa uhamiaji mkoa wa Mwanza umefikia zaidi ya asilimia 94. Ujenzi wa nyumba afisa uhamiaji mkoa wa Kigoma umefikia zaidi ya asilimia 92. Ujenzi katika mkoa wa Lindi umefikia zaidi ya asilimia 76 na, na katika mkoa wa Geita mradi umefikia wastani wa asilimia 50, pamoja na mikoa mingine ambapo kwa Dar es Salaam ujenzi wa nyumba ya kamishina jenerali unaendelea na umeshazidi asilimia 65, pamoja na nyumba zingine tano za makamishna wa, wa idara hiyo na serikali kupitia jeshi la polisi inaendelea na ujenzi wa vituo vya polisi e, ambapo kituo cha polisi daraja A Ludewa Njombe kimefikia asilimia sitini kituo cha polisi daraja B Mkokotoni Unguja asilimia sitini kituo cha polisi daraja C Mtambaswala na Nyumbu, Mtwara, tano, na Nyumbu Mtwara kimefikia asilimia themanini na tano na kituo cha polisi daraja B Newala Mtwara kimefikia asilimia themanini na tano. Na vilevile jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi linaendelea na ujenzi wa ofisi ya mkuu wa upelelezi wilaya ya Rungwe pamoja na maeneo mengine kama ambavyo imeainishwa katika kitabu cha hotuba Jeshi la polisi kat, kat, kupitia shirika lake la uzalishaji mali linaendelea na ujenzi wa kituo kipya cha polisi daraja A Ostabei Dar es Salaam ambao umekamilika kwa zaidi ya asilimia tisini na mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwezi Machi mwaka 2017 serikali ilisaini mkataba pamoja na serikali ya watu wa China kuhusu upanuzi wa chuo cha polisi Moshi. Mkataba huo ni msaada ambao utawezesha ujenzi wa majengo matatu yenye madarasa 13 yanayoweza kuchukua wanafunzi 500 na ofisi sita, mabweni manne yenye uwezo kuishi wanafunzi 300. Mkandarasi wa kampuni ya Jiangsu Limited imeshaanza maandalizi ya ujenzi huo ambapo unatarajiwa kukamilika mwaka 2019. Msitegemei kuwa waziri wa mambo ya ndani mbaya. Nawashukuru sana na nawaombea waendelee kuchapa kazi hivi hivi ili na mimi niendelee kuwa waziri wa mambo ya ndani mzuri. Ni wizara niliyoipenda tangu nikiwa mtoto, ndio maana nili, nilikuwa napenda wanavyofanya na wanavyopendeza vile vile. Natoa shukurani zangu kwa nchi wa hisani wakiwemo China ambao wametusaidia chuo cha polisi, India, Korea, Marekani, Misri, Ujerumani, Moroko, Uturuki na taasisi zingine na mashirika mbalimbali mbali ya kimataifa, taasisi za kidini, pamoja na vyombo vya habari na wananchi, kwa misaada mbalimbali ambao wametoa katika utendaji wa kazi, lakini pia katika uendeshaji wa ofisi zetu e, kwa maana ya vitendea kazi pamoja na kujitolea katika masuala ya ujenzi. Kwa dhati kabisa naishukuru familia yangu, na kama nilivyosema namshukuru na newborn na, na aliyeniwezesha kuwa na 50/50 kwenye familia. Nawashukuru na wananchi wa jimbo langu la Iramba, kwani imani yao kwangu na ushirikiano wanaonipa umewezesha kunifanya niendelee kutekeleza majukumu haya wa uhuru na muda mwingi kuweka kwenye kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kumalizia, wizara itaendelea kuweka mipango bora ya kudhibiti matukio ya uhalifu kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola hapa nchini na vyama vya kimataifa pamoja na kuwashirikisha wananchi ili kuhakikisha kwamba uhalifu unadhibitiwa na hali ya usalama inaimarika hapa nchini. Hakuna ushirika wa aina yeyote wa waovu utakaoweza kushinda haki. Tutajitahidi kama serikali na kama wizara kuhakikisha tunatembea katika dira iliyotolewa na Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu katika mikoa yetu wanaposafiri, wanapokuwa kazini na wanapokuwa majumbani, wanakuwa hawana hofu kuhusu usalama wao pamoja na mali zao. Naomba sasa bunge lako tukufu, Mheshimiwa mwenyekiti liidhinishe bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 930 milioni 396 817 kwa ajili ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 2017/18 na kati ya fedha hizo bilioni 890 388 452 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, bilioni 367 706 884 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 522,681,568 ni mishahara na bilioni 40 zikiwa ni fedha za miradi ya maendeleo na kati ya fedha hizo 39 zikiwa ni fedha bilioni 39.7 zikiwa ni fedha za ndani na bilioni na milioni 308 na zikiwa ni fedha za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, na hoja imeungwa mkono.